Jambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Nirudie kidogo sehemu iliyopita. Unaziwaza pesa? kwamba akataka kujua zaidi, yule kijana nazitaka, akajibu Heri. Hilo nalo ni la kuwaza. Si kila mmoja wetu anazitaka pesa? Pia watoto kwa watu wazima, sisi sote tunazitaka, maana hakuna linalofanyika pasipo pesa siku hizi. Lakini mbona hatuangaiki kifikra kufikia kiasi hicho? Mimi nazitaka tena haraka sana, akasema Heri. Kwa hiyo unachofikiri ni kwa jinsi gani utaipata akauliza. Ndiyo tena hasa, Heri akathibitisha. Unawezaje kutafuta pesa nawe ungali mwanafunzi tena wa shule ya msingi? akauliza. Msikilizaji, endelea kusikiliza. Heri lipi hasa la kushangaza hapo? We mwenyewe umeshakubali kwamba pesa ni muhimu na kila mtu anazihitaji. Sasa iweje kunishangaa nikizitaka? Siku hizi chochote unachotaka ukipati, mpaka kwanza umwage michuzi, tena michuzi yenyewe hiyo ikolee sawa sawa, sio hivi hivi tu. Heri akaeleza, ni kweli hapa mjini mahitaji yote hupatikana kwa pesa. Sasa wewe unachotaka ni pesa au kutimiziwa mahitaji? mwanafunzi mwenzake akamuuliza. Hilo la pili, akajibu Heri. Sasa wewe si unao wazazi wa kukupatia mahitaji yako yote? akauliza. Ndiyo hapo, lakini, lakini nini tena? wewe si atima wazazi wako hapo, ni wajibu wao kukupatia mahitaji yako yote kabisa. Hiyo ni haki yako. Wajibu wako wewe ni kusema tu bila kificho. Endapo watajisahau, wakumbushe tena na tena. Mwenziwe akasema, akimalizia maelezo yake, hapo ndipo penye tatizo langu mimi naona mahitaji mengine hayasemeki kabisa kwa wazazi, akajibu Heri. Hilo silikubali, mwenzake akasema. Kila hitaji linasemeka kwa mzazi. Hitaji yololote usiloweza kumwambia mzazi wako, basi ujue hilo lina mushkeli fulani, akasema mwenzake. Kama upi? Heri akataka kujua. Nimesema hitaji lolote usiloweza kutaja mbele ya mzazi au mlezi wako halifai, akasisitiza mwanafunzi mwenziwe. Tamanio ni nini? akauliza Heri. Ni jambo lolote lile ambalo wewe unalihitaji kupata ingawa kwa kweli hulistahili, hata ungejikakamua ukaweza kumwambia mzazi, hata kuelewa akajibu. unahitaji jambo usilostahili vipi? mbona sikuelewi? akataka kujua Heri. Zipo sababu mbalimbali mbali ambazo zinaweza kulifanya jambo usilistahili hata kama unapenda kulipata, vipi? akajibu. hizo sababu ndizo ninazotaka kuzijua, ni zipi hizo Heri? akazidi kumsonga kwa maswali. Kwanza ya yawezekana wakati wako wa kulipata hilo jambo unalolitaka bado haujafika. Pili, yawezekana uwezo wako kifedha, au vinginevyo haukuruhusu kulipata. Na tatu, pengine jambo lenyewe unalolitaka laweza likawa na madhara kwako au jamii, akamwelimisha. Kwa hiyo akazidi kuuliza, ah, Heri hujanielewa tu Ninachotaka kukuambia ni kwamba sio kila jambo au kitu unachokitaka ni hitaji. Yapo mahitaji na matamanio au matakwa. Ninachokubaliana nawe ni kwamba huwezi kumwambia mzazi wako akakutimizia matamanio yako yote, hata kama mzazi huyo anakupenda kiasi gani. Mzazi anachoweza kutimizia ni mahitaji yako, si matakwa au matamanio mzazi akiendekeza kukutimizia matamanio yako yote, hata kama mzazi huyo anakupenda kiasi gani, atakuwa na kuharibu tu, akahitimisha. Kisha wote wawili wakanyamaza kimya, kisha Heri akasema, tuendelee na mazungumzo yetu. La, haiwezekani mwenzio, nimekushafika kwetu. Wakati akiwa katika kusema hivyo, gari lilisimama, yule mwanafunzi akamwaga Heri akateremka. Kuteremka kwa mwanafunzi huyo kulimsikitisha sana Heri. Mazungumzo yao yalikuwa yameshamiri na kumvutia sana Heri. Mwenzake alikuwa akaanza kupambazukiwa. Alikuwa anataka amuulize huyo mwenzake amweleze vizuri, ni kwa vipi angeweza kuepuka vishawishi. Alitaka kujua ni kwa namna gani angeweza kuepuka kuingia katika mtego wa kutaka kupata vitu visivyokuwa stahili yake. Aidha, alitaka afahamishwe ni kwa jinsi gani angeweza kujinasua katika mtego huo, baada ya kuwa kesha naswa tayari. Alikuwa anakubaliana naye moyoni mwake kuwa baadhi ya mambo yanayotakiwa sana, kama vile uhusiano wake na pendo, si mahitaji yanayomstahili. Lakini baada ya kunaswa, afanye nini ili kujinasua? Alijua dhahiri kuwa kwa kweli pesa anazohitaji hazina umuhimu wake yeye binafsi. Afanyeje ili kumwepuka pendo na uzuri wote ule? Afanyeje kumwepuka Mwalimu Zubeda ambaye kapania kujinufaisha kwa kosa moja la mwanafunzi wake? Heri akazidi kuzama katika mawazo mazito kuliko hata kabla hajazungumza na yule mwanafunzi mwenziwe. Ningelijua nisingejiingiza kwenye mambo haya. Sasa maji yamezidi unga. Ama kweli kinga ni bora kuliko tiba, akajisemea kimoyomoyo <muchas> nimenaswa, nikanasika. Urembo wa pendo umekuwa urimbo kwangu. Mambo magumu, sasa nifanyeje? akajisemea. Fikra zikazidi kumsonga kama mwiko wa ugali. Akatamani angelimpata mtu mwenye mawazo mazuri na ya upeo kama yule mwanafunzi aliyekuwa naye. Alitaka mtu wa kumshauri, lakini ni nani huyo? Kumpata tena yule mwanafunzi siku ya pili yake ili waendeleze mjadala ilikuwa vigumu. Shuleni hawakuwa na nafasi. Baada ya kutoka darasani Alitegemea kama wangepanda basi moja na kupata bahati ya kukaa karibu karibu. Akafikiria juu ya kumshirikisha mwalimu mmojawapo kati ya walimu wake wa shule, lakini hakuona mwalimu yoyote mwenye muda wa kulishughulikia jambo la namna hiyo. Kila mwalimu alikuwa na shughuli nyingi mno wakati wote akiwa shuleni, akizimaliza alichomoka kama umeme na kuingia mitaani siku mwalimu akiwa hana vipindi vya kufundisha hafiki shuleni. Siku hiyo mwalimu mkuu na mwalimu wa nidhamu ambao walitumia muda wao wote shuleni walikuwa wakali kama pilipili. Kuwaeleza tatizo kama hili kungesababisha adhabu kali au hata kufukuzwa shule kabisa. Sasa nini cha kufanya? Akazidi kuwaza. Sasa la kufanya hakuna ila kuweka mikakati ya kutafuta pesa ili kuyatimiza hayo mahitaji, hata kama hayafai. Heri akaendelea kufikiri ni kwa namna gani angepata pesa za ziada kwa ajili ya siku ya pili yake. Akajiuliza ikiwa amweleze baba yake ampatie fedha alizohitaji, lakini angemwelezaje Je, angemweleza kuwa kulikuwa na msichana ambaye yeye alikuwa akimnunulia vitu kila siku? Hapana, baba yake asingekubaliana naye katika hilo. Akajisemea, hata ningemweleza kwa ufundi wa maneno vipi hata nielewa kamwe. Je, nimwambie kuwa nauli imepanda? Uongo! Uongo huo atagundua bila kuchelewa. Labda nimwambie kuwa tumetumwa mchango, lakini hata hivyo, huenda akamtafuta mwalimu Zubeda ambaye ni jirani yetu. Hapo nitakuwa nimeruka jivu na kukanyaga mkaa. Mama akijua kuwa nimedanganya ili nipate pesa, hapo ndipo chuki yake dhidi yangu itazidi, ama ataninyima chakula au kumzuia baba asinipe hata hizo shilingi hamsini ya kwenda nayo shule. Lakini pamoja na yote haya Pesa lazima nizipate tu, maana bila pesa, kesho pendo atanisusa. Mwalimu Zubeda atataka kujua kulikoni mpaka nishindwe kununua vitu kwake. Mwalimu poa akinidai, ndipo mwalimu Zubeda atatambua kuwa kumbe siku fulani fulani huwa nanunua vitu toka kwa mwalimu mwenzake. Kwa vile leo aliniuliza nikadai kuwa sikufika kwake kununua chochote toka kwake, kwa vile nilikuwa naumwa, atagundua uongo wangu basi atalichukua hilo kuwa kosa kubwa. Ni vigumu kutabiri mwalimu Zubeda atanitenda nini. Labda atanitumia kumuuzia vitafunwa nje ya eneo la shule kama watendavyo baadhi ya wa wanafunzi wenzangu. Heri akazidi kufikiri, mawazo mengi yakazidi kumdidimiza katika majonzi mazito. Heri alipokuwa akiendelea kuwaza alishtushwa na mtu aliyempiga kwa nguvu mgongoni akisema, we mtoto, vipi? Samahani shangazi, samahani sana, sikukuona, sikujua ni wewe, samahani, akasema Heri kwa mshtuko. Ndivyo alivyo watoto tunaozaa siku hizi, mwanamke mwingine aliyekuwa kaketi kiti cha mbele yao alisema, badala ya kuipokea salamu hiyo shangazi yake akajibu, yaani hiyo shikamo yako mpaka niiombe? Kweli shangazi, samahani, ulipoketi hapa sikuwa nimetambua kuwa ni wewe. Haiwezekani, wewe ni wakuketi kiti kimoja na mimi alafu ushindwa kunitambua. Je, umepofuka macho? Macho yangu ni mazima tu shangazi, lakini kweli ulipoketi hapa kitini sikuwa nimeangalia huko, kwa hiyo sikuweza kukuona. Ndio sababu unasema sikujua kuwa uliekaa karibu na mimi ni wewe. Heri akazidi kusisitiza Haiwezekani, nasema tena haiwezekani. Hivi hasa Heri, tuseme kinachokuharibu ni umri, shule au hu mji? Ni kitu gani kimekuharibu hasa? Lazima ujue kuwa mimi ni shangazi yako tu bali ni mama yako pia. Sasa leo utanisahauje? Akayasema maneno hayo kwa uchungu mkubwa, Maua mwanamke aliyeketi mbele ya shangazi yake. Heri akamwita ya hebu mwache huyo mtoto na wewe, huani unawapa watu faida. Akaongeza, kama faida, wacha wapate tu, lakini lazima niseme, tusipowasema hawa wenetu ndio wanaharibikiwa. Hapo Maua ambaye ni shangazi yake Heri akaanza kusimulia historia nzima ya maisha ya kijana Heri tangu kuzaliwa kwake <mulia> Akaeleza jinsi baba yake Heri alivyooa mke wa ujana wake. Mwanamke huyo akamzalia watoto watano katika muda mfupi, wote walikuwa ni wa kike. Akaeleza jinsi ambavyo hali hiyo haikuwafurahisha ndugu zake, "ndipo ana ndugu sote tukashauriana kumwita ndugu yetu tumpe ushauri kumhusu." Akaendelea kueleza hivi: "kaka huoni kasoro yote katika ndoa yenu? niliwahi kumuuliza. kama ipi? Mimi naona tunaishi vizuri tu na mke wangu, yeye anapika ananifulia nguo, anakaribisha wageni na kuwafanyia vyema, yale yote ayafanyayo mwanamke aliolewa kwa mumewe. Tunaishi na mke wangu kwa maelewano makubwa, tunapanga mambo yetu yote kwa maelewano kila wakati. Nyumba yetu imejaa vicheko na furaha. Kwa kifupi, sioni kasoro yote, alitujibu. Lakini mimi nikamwambia, hayo yote sawa na ni mema lakini siyo hayo tu yanayokamilisha ndoa. Kikubwa katika ndoa ni uzazi. Je, hakuna kasoro yoyote katika hilo la uzazi? <silence> Hapo alinyamaza kidogo, kisha akasema, sioni kasoro yoyote, mimi mke wangu si tasa, mpaka sasa tunao watoto watano, alitujibu. Je, katika hao watoto wako watano, mrithi wako ni yupi? Nilitaka kujua. Kwani si unajua, kwa bila shaka ni yule mkubwa, alitujibu. Ndipo sote kwa sauti ya pamoja tukang'aka, haiwezekani hilo, mila zetu haziruhusu. Hata kama mila zingeruhusu, bado mtoto wa kiume ni muhimu sana katika familia yenye matumaini. Sasa hayo si majaliwa tu, mimi nifanyeje? Mungu kapenda iwe hivyo, sina la kufanya mimi. Nilisema kwa ukali la kufanya lipo. Huyo wifi hana mayai ya kumwezesha kutunga mimba ya mtoto mwanamme. Tafuta mtoto wa kiume kungineko, nilisisitiza. Wapi? Akatuuliza. si huko watoto wanakopatikana siku zote? Mali unayo, ulimi wako mtamu, sura nzuri, sasa utakosaje mwanamke wa kuoa? au vinginevyo, nilimwambia Kumbukeni mimi ni Mkristo, lakini alijitetea. Mambo hayo yatawezekanaje? Tena ndoa yangu ni ya mke mmoja tu, alijibu. Basi siku ile mimi nilisema maneno mengi, mpaka nikafaulu kuyabadili mawazo ya kaka yangu, akakubaliana na sisi. Baada ya mwezi mmoja, akampata msichana mmoja ambaye alikuwa ndio kwanza katoka shule zisizofahamika, akampenda na kumoa kwa ndoa ya kiserikali. Miezi minne tangu afunge ndoa yake mpya na bibi yule alipata mtoto wa kiume. Ndugu na majirani tulizipokea habari za kuzaliwa kwa mtoto huyo kwa furaha, nderemo na vifijo, kwa jinsi tulivyofurahia kupatikana kwa mtoto huyo wa kiume. Wana ndugu sote, tulimshauri kaka amwite Heri, hii ikiwa na maana heri imeingia nyumbani mwake, balaa mikosi na shari havina nafasi tena nyumbani mle. Kaka alikubaliana nasi, na akamwita Heri. Huyu ndiye kijana mwenyewe. Sasa shoga yangu Maua, huo umama wako kwa huyu kijana unakuja kujaje? Mwanamke aliyeketi kiti cha mbele yake alizidi kuhoji. Vuta subra, shoga, ntakueleza kila kitu. Baada ya huyu mtoto kuzaliwa, afya ya mamake mzazi ikaanza kudhoofu. Siku hadi siku, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Baada ya siku tano alianza kupoteza fahamu. Wiki ile ile akawa amefariki. Hatukujua chanzo cha tatizo, lakini akiwa amezirai ndipo tuligundua kuwa alikuwa akipoteza damu nyingi kupitia kwenye viungo vya uzazi. Kwani alikuwa na umri gani? Akauliza yule mwanamke. Sijui, lakini kwa vyovyote vile haizidi kumi na mitano au kumi na sita hivi. wakati wa msiba ndipo mambo mengi kuhusu bibi huyo yalipojulikana. Ndugu zake waliamini kuwa kifo chake kilitokana na kukosa radhi ya babake maana alipoolewa kwetu, kumbe alikuja na ujauzito wa miezi mitano. Ujauzito huo ndio uliomkatisha masomo yake ya sekondari kidato cha pili. Tukio hilo lilikuwa limemuudhi sana baba yake mzazi Hivyo alimlani na kumfukuza nyumbani kwake. Inasemekana alitamka kuwa japokuwa hajulikani mtu atakayetangulia kufa, lakini huyo atakayebaki baada ya kifo cha mwenzake, kati yake na bintiye, asifike kaburini kumzika. Na kweli alizingatia kauli yake hiyo, kwani hakufika kumzika binti yake. Je, unafikiri hiyo imani yao ni ya kweli kuhusiana na kifo hicho? akauliza yule mwanamke. Sijui, Labda, akajibu Maua. Si ya kweli, Maua. Inavyoonekana, kilichomuua binti yule ni kitu kingine kabisa. Alikufa kwa sababu ya matatizo yatokanayo na kupata ujauzito katika umri mdogo kama aliyokuwa nao yeye. Ukitaka binti yako yasimpate matatizo ya aina hiyo, basi hakikisha hapati ujauzito hadi afike angalau miaka ishirini au hasa hasa miaka ishirini na moja. Akamaliza maelezo yake. Sasa unataka kuniambia hakuna radhi ya mzazi, shoga? Maua akauliza. Sisemi hivyo, radhi ipo, lakini katika hilo la kifo cha uyoifi yako si radhi iliyokosekana. Wapo maelfu kwa maelfu wa mabinti wanaolewa wakiwa na radhi kamili ya wazazi lakini vifo vya aina hiyo vinawaondoa duniani. Hayo huwapata ikiwa wamepata ujauzito katika umri mdogo, hali ya ubichi, na wanaume wengi wanapenda kuwaoa mabinti hao wabichi. Matokeo ya vifo hivyo ni kuachia waliowaoa mzigo wa kulea, endapo mtoto ananusurika, na hali kadhalika kuwacha wazazi wakibaki na majonzi. Wazazi wengi hudai mabinti zao wamerogwa au hata kutupiwa jini na wale waliotaka kuwapata wakawakosa. Alipomaliza maelezo yake akauliza, halafu ikawaje? Baada ya msiba mambo hayakuishia hapo. Baada ya msiba maneno yalikuwa mengi. Sasa ilikuwa imethibitika hasa kwa wanandugu kuwa mtoto Heri si damu ya kaka tena. Hata kaka mwenyewe alituhakikishia kuwa hakumfahamu kabisa msichana huyo wala hakuwahi kuwa na uhusiano wowote kimwili kabla ya kumwoa. Hata hakufahamu kuwa alikuwa mwanafunzi aliyefukuzwa shule. Hata hivyo, tuliafikiana na ndugu wote kuwa siri hiyo ibaki katika ukoo. Tukamshawishi kaka akubali kukaa na Heri kama mali yake, ingawa si damu yake. Tuliamini kuwa mtoto wa kiume ni wa kiume tu, atamfaa siku ya mvua. Akakubali kumlea kama mwanawe wa kuzaa. Hata hivyo, wifi alikataa kabisa ushauri huo. Alitishia hata kumdhuru. Hivyo mimi nikaamua kumchukua, kwa vile nilikuwa namnyonyesha binti yangu Bahati, nikawanyonyesha wote wawili. Hivi, yule Bahati wako na huyu kijana wanalingana kiumri kumbe? Akauliza yule mwanamke. Ndiyo, wanalingana kabisa. Akajibu Maua. Mbona mimi naona kuwa Bahati kamzidi huyu? Akauliza, kwani hujui jinsi mabinti yanavyotutumka haraka? Kuzidiana huko kunatokana na ukweli kwamba heri ni mvulana na bahati ni msichana. Siku zote wasichana hukua haraka kuliko wavulana, hayo ni maumbile, lakini wanalingana kama mapacha. Akajibu Maua, hayo ni kweli, lakini shoga lazima ni msifu kaka yako. Wanaume wa aina yake ni wachache katika dunia yetu hii. Tendo alilotenda kaka yako ni la kishujaa yeah. Ni wanaume wachache nakwambia, wanaweza kutunza na kulea watoto ambao wanajua fika si wa kwao, wa kuwazaa wenyewe. Juzi nilisoma habari kwenye gazeti moja juu ya mwanamme aliyemnyonga mwanawe mchanga kwa kuwa tu alihisi kuwasiwa kwake, eti kwa sababu hafanani naye kwa sura Rangi ya ngozi ya baba huyo ni maji ya kunde na mtoto ni mweusi. Alipomtaka mkewe amtajie baba wa mtoto huyo, mke alisisitiza kuwa mtoto hana baba mwingine ila yeye, ndipo akakichukua kitoto na kukinyonga. Sasa huyo kaka yako alikuwa na ushahidi kuwa mtoto si wake na wala siyo hisia tu, lakini bado akamkubali. Ah, kweli ni shujaa. Hongera kwa kuwa na kaka wa aina hiyo. Nashukuru kwa pongezi. Ninaye kaka wa haja tena, washoka hasa. Wifi ndiye wakati mwingine anamharibu kaka. Kwa muda wote huu, Heri alikuwa kaka kimya, kaacha mawazo yake yote, akawa akimsikiliza shangazi yake akisimulia. Ilikuwa ni kama anasimulia yeye na wala si yule mwanamke mbele yao. Mengi katika yale yaliyosimuliwa hakuwahi kuyasikia kutoka kwa mtu yoyote. Alichojua ni kwamba kweli mama yake mzazi alifariki akiwa ya bado mtoto mchanga, shangazi yake akamchukua akamlea mpaka alipofika umri wa kwenda shule, ndipo akamrudisha kwa baba yake. Hakujua zaidi ya hayo. Sasa leo historia yake nzima imesimuliwa kwa ukamilifu. Alijihurumia kwa upande mmoja kufahamu kuwa kumbe hamjui baba yake mzazi lakini kwa upande wa pili aliona aibu kwa hayo aliyosimuliwa mbele ya wenzake waliokuwemo ndani ya basi. Sijui na hao wenzangu alisikiliza kwa makini kama mimi, aliwaza. Akamlaumu shangazi yake kwa kumvua nguo na kumweka uchi wa mnyama kihistoria mbele ya kadamnasi namna ile, lakini kwa kiasi fulani alimshukuru, maana vinginevyo ni nani angeliweza kumweleza yote hayo aliyosimulia shangazi yake? Heri aliona safari ya kurudi nyumbani kuwa fupi kuliko kawaida. Mara alijikuta kesha fika na gari linataka kumpitisha kwenye kituo alikopaswa shukie, akapiga kelele ya nguvu, simameni kwanza, mimi sijateremka bado. We kijana ulisinzia nini? Akafoka konda, gari likasimama akashuka. Msikilizaji, endelea kusikiliza. Heri akiwa hatua chache tu kutoka pale kituoni, akakutana na msichana akamwita, dada Rehema, vipi mambo? Hakujibu. Heri akaendelea kusema, yani we Rehema, umekwishatoka shuleni ukabadili nguo ukachukua ndoo ukenda bombani ukachota maji, umekuja na ndege au na wewe umekushaanza mtindo wa kutoroka vipindi? Rehema ambaye alikuwa kabeba ndoo ya maji kichwani hakujibu neno, badala yake machozi yalianza kumdondoka macho yakageuka kuwa mikundu. Tukio hili lilimshtua sana Heri, akamuuliza kwa huzuni, mbona unalia tena Rehema, nani kakuudhi? Ni mimi au mwingine? Je, yes, swali langu baya au nini hasa? Heri alikuwa na hakika Rehema hakuwa msichana wa kutokwa machozi ovyo. Shuleni wanafunzi kwa walimu walimheshimu na wengine kumwogopa. Walimwita jikedume kwa ajili ya jitihada na ujasiri wake katika masomo na mambo mengineyo. Hivyo Heri akasema basi nisamehe kama nimekuudhi hapo. Rehema akalazimika kujibu, akasema hapana, kaka Heri, nalia na kwa sababu umenitonesha katika kidonda cha moyo wangu mwenzio. Umenikumbusha jinsi nilivyoshindwa kabisa kukanyaga shuleni. Vipi, unaumwa? Akataka kujua Heri. Hapana, ni uroho wa watu kuhusu pesa na umaskini wetu uliokithiri. Hayo ndiyo yamenizuia kuja huko shuleni leo. mbona sikuelewi? Rehema akauliza Heri. Rehema akamweleza Heri jinsi asubuhi ya, ya siku ile alivyoangukia kwenye dimbwi la maji machafu. Akaeleza pia jinsi ambavyo baada ya mkasa huo alivyolazimika kurudi nyumbani apate kubadilisha sare, lakini kule nyumbani nako akakuta sare yake nyingine ni chafu, haikuwa imefuliwa jana yake kwa ukosefu wa sabuni mama yake kumwona, akahangaika kupata pesa anunue kipande kidogo cha sabuni, afue azianike, haraka haraka, zikauke avae, ili angalau awahi vipindi vichache, lakini juhudi hizo hazikuzaa matunda. Alijaribu hata kukopa kwa majirani, lakini wote, hakuna aliyekuwa na pesa za kumkopesha. Hivyo ndivyo nilivyolazimika kuipoteza siku ya leo, mwenzio akaanza kulia tena. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Heri. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeidi.